Kwa, kwa jina anaitwa Rebeka Mwandama ni mkazi wa kata ya Upendo kijiji cha Upendo, pia ni mkulima wa zao la tumbaku katika chama cha ushirika cha msingi Upendo. Tumefika katika kijiji hiki mwaka tisini na tano kulikuwa hakuna maji, tulikuwa na changamoto sana ya maji. Maji ambayo tulikuwa tunatumia kunywa, utafikiri mifugo imetoka kuoga humo. Wakina mama tulikuwa tunahangaika, tunaenda mbali kutafuta hayo maji, lakini Tunapita kwenye mapori manene, mapori mazito, wamama tunafanyiwa vitendo vya ukatili nyumbani. Ndoa inakuwa ni shida kwa sababu baba ilifika mali hawezi kukuamini kwamba kweli ulikuwa mtoni. Mwisho ni shukuru sana hii kampuni ya Mkwawa kuanzia ngazi ya taifa kwa jambo kubwa ambalo wameenda kulifanya kwenye kata hii ya Upendo. Nasemea kwangu sijajua na sehemu nyingine, lakini najua hata sehemu zingine amefanya. Nashukuru sana hii kampuni kwa kumtua mama ndoo kichwani, mwanamama wa Upendo. Kama mnavyoona kwa umati huu hapa, wakinamama wengi wamefurahi. Maana kwa majina anaitwa Ostakia Piusi wa Kuganda. Nimekuwa mwenyeji miaka kumi na mbili toka nimehamia hapa toka nimefika hapa nimekuta changamoto kubwa sana ya maji. Tumeteseka kutoa maji mpaka kufika kuyapata. Na hasa wakina mama ukijitahidi sana kuchota maji ni ndoo tatu. Yaani uko hoi huwezi kufanya majukumu yako mengine. Lakini ni kwa mradi huu tulivyoupata, tumefurahi sana. Najua sasa hata uchumi utakaa vizuri. Ule muda mwingi tulivyokuwa tunapoteza kutafuta maji, sasa tutafanya shughuli zetu wakina mama za maendeleo. Nasema mkoa wa safi. Safi. Wakina mama safi, safi. Mkwawa wametupia ndoo kichwani, hatuwapikii waume zetu kwa wakati, watoto wenyewe hatuwapi matunzo kwa wakati, tunawaza maji tu. Kwa kweli kwa mradi huu tunawapongeza sana Mkwawa oye. Kwa jina naitwa Samueli James Liamos, mkazi wa kijiji cha Upendo, lakini pia ni mwanakitongoji hiki kilichopo mradi mimi nichukue fursa hii sana kuipongeza kampuni ya Mkwawa kututhamini na kuona umuhimu wetu. Tunajua huko nyuma makampuni yalikuwepo lakini changamoto ilikuwa ni kubwa, lakini tunaishukuru sana kampuni ya Mkwawa kutuletea mradi tunanufaika tuna nao. Nafikiri ilikuwa ni changamoto kubwa huko nyuma. Mimi nimehamia hapa mwaka 2000 tulikutana tumekumbana na changamoto hizi kwa muda mrefu sana. Ndoa zetu zilikuwa zinasumbua sana. Yaani wanaenda kuchota maji mbali wengine walikuwa wanapitia humo wanasingizia wana kwamba niko kuchota maji kumbe hawako kuchota maji. Lakini nashukuru sana kampuni ya Mkwawa imetusamini na imetujali. Mimi niwapongeze sana na Mungu awabariki sana, muendelee hivyo. Umejipangaje kulinda Mkwawa? Kwa kweli tuko sambamba na hilo, ikiwezekana tu hata leo tu, tumelinda sisi wenyewe hapa kwa nguvu zetu zote, kuhakikisha magari yaliyokuwepo hapa tumeyalinda, ili usalama uendelee kuwepo, lakini na kisima tutakisamini na tutakijali sana, kwa sababu ndio tunakitegemea sisi. Kwa majina anaitwa Irene Damian, ni mratibu mahusiano kutoka kampuni ya Mkwawa Leaf Tobacco. Kampuni ya Mkwawa Leaf Tobacco ina sera ya kurudisha kwa jamii na vipaumbele vyetu ni vitatu: elimu, afya na maji. Tumeanza na mradi wa maji ambapo katika vijiji vyote kumi na tatu ambavyo tunafanya nao biashara tutavichimbia visima tumesha chimba takribani visima vinne mpaka sasa, na hichi hapa leo tuko katika kata ya Upendo, kijiji cha Upendo, ambapo tumeweza pia kuchimba kisima. Tuliona changamoto ya wamama na jamii na jamii nzima kutembea umbali um, mrefu takribani zaidi ya kilomita tatu kwenda na kilomita tatu kurudi, ambazo ni sawa sana kilomita sita, huko njiani wakikutana na adha mbalimbali za ukatili wa kijinsia lakini muda huo wanaupoteza katika kuchota maji, lakini wanaweza kuutumia muda huo katika shughuli za kimaendeleo na kuweza kujiongezea kipato cha mtu mmoja mmoja na familia kwa ujumla. Hivyo kama Mkwawa tukaona katika maeneo yetu ambayo tunafanya nao biashara tuweze kuwaletea mradi huu wa maji. Sisi kama Mkwawa tutaendelea kurudisha kwa jamii kwa nchi nzima na kwa wakulima wote ambao tunafanya nao biashara ya tumbaku. Chochote ambacho tunabarikiwa kupata sisi, Mkwawa tutakirudisha kwa jamii.